Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Rubaba TV, na leo nataka kwa kina tuweze kuangazia au, uh, tuweze kuzungumzia hii fursa ambayo imekuwa ikizungumzwa sana, lakini bado haijatiliwa mkazo, na ukitazama kwa jicho la fursa, inaweza kuwa njia ya tobo lako sababu saau mfuko wengine wadogo wadogo, mm, lakini huku ndio umewekeza nguvu kwa nini? Ambacho umewekeza kipi ambacho uligundua dukamua kuwekeza nguvu huko? Uh, nimejikita kwenye nguruwe kwa sasa kwa sababu naona nguruwe hawasumbui sana, hawana magonjwa mengi sawa, lakini pia ni rahisi kuzaliana na faida kuipata mapema kuliko watu wanavyodhani, kwa sababu nguruwe ana uwezo wa kuzaa mara mbili, eh, mara mbili na nusu tuseme, yani mara mbili alafu mwaka unaokuja miezi ya anakuwa ana na mimba. Kwa hiyo ni rahisi kuwazalisha kwa haraka sana. Nyama ya nguruwe ni miongoni mwa nyama zinazopendwa sana Tanzania, na hasa maeneo ya mijini kama vile Dar es Salaam, ukienda Mwanza, ukija maeneo kama vile Mbeya na Arusha moja kati ya sehemu ambapo nyama hii inaliwa sana. Na kwa takwimu uh, za FAO na mifugo Tanzania zinasema kwamba Watanzania wanakula zaidi ya tani na elfu hamsini za nyama ya nguruwe kila mwaka, lakini uzalishaji wa ndani hautoshelezi hata nusu ya mahitaji hayo. Lakini pia takwimu zinasema kwamba sekta hii inakuwa kwa zaidi ya asilimia nane kila mwaka na bado iko sana underutilized. Kwa hiyo ni bado ni fursa ambayo inakuwa, lakini ni fursa ambayo bado watu au watu, aja, watu bado hawajaichangamkia. Yeah. na ndugu nguruwe mmoja ana uwezo wa kuzaa vitoto kuanzia saba nane akiwa bado ni mdogo, lakini kumi ni masuala ya kawaida, kumi na mbili ni nguruwe ambaye hata amezaa watoto ishirini na moja wengine kumi na saba Kwa hiyo unaona, kwa mwaka akizaa mara mbili tayari unakuwa na faida kubwa. Niliwahi kufuga wakati naanza, nilifuga hawa nguruwe wa kienyeji hao wa kienyeji, ulikuwa unakaa nao mwaka mzima unapata kilo bb kilo hamsini. Gharama nyingi kula ni vile vile, lakini kilo hazipandi, kwa hiyo nikaona ni shida. Lakini ukipata nguruwe wa kisasa au hybrid hawa unaenda vizuri, ndani ya miezi sita unaweza ukauza nguruwe akiwa ni mkubwa kabisa. Kilo moja ya nyama kwa nguruwe kwa sasa katika maeneo mengi nategemea na eneo yopo, lakini ni shilingi elfu nane hadi elfu kumi na mbili nategemea na eneo. Lakini pia nguruwe mwenye kilo mia moja ni sawa na shilingi laki nane hadi milioni moja na laki mbili kwa mauzo ya nyama. Lakini kitu kingine ni kwamba mtoto wa nguruwe ndama au mdogo aliyeachishwa ana uwezo wa kwenda hadi shilingi laki mbili laki moja na ishirini hadi laki mbili na hamsini. Sasa, umeshawahi kuchunguza kwenye eneo lako, kwa nini kuna wafugaji wachache na kwa nini wachache wanafanya huu ufugaji kibiashara? Sasa hii ni swali ambalo unatakiwa kujiuliza. Naweza ukawa unajiuliza pengine labda, mbona amezungumzia faida au amezungumzia kitu ambacho unakipata, hajazungumzia gharama za kumlisha, hujazungumzia gharama za kumtunza na vitu vingine. Ni kweli hizo gharama zipo, lakini katika kipindi cha leo tuitaka tu specifica tuweze kuangazia na wewe mtu unaweza ukaanza kutazama kwa jicho la fursa kwenye upande huu. Tunafahamu kila kitu kina changamoto, kila kitu kina gharama, na vyote hivyo tutaendelea kuvichambua kadri ambavyo tunaendelea, lakini itutaka nikudodose tu au nikupe kitu ambacho kinaweza kikawa ni msingi kwako, ni fursa iliyojificha katika ufugaji wangu.